Katika kipindi cha mwezi se Septemba na Oktoba 2025 mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za Kulevia, Adisea, imekamata disea imekamatakgkasaatauktatne za aina mbalimbali za dawa za kulevya pamoja nalusitna saba na lita mia moja hamsini na tatu za kemikali bashirifu katika operesheni zilizofanyika nchini. Watuhumiwa 89 na tisa walikamatwa kuhusiana na uhalifu huo eneo la Kariakoo jijini Dar es Salaam tulikamata dawa za kulevya aina ya mirungi zenye uzito wa kilogramu arobaini nukta tatu mbili zilizokaushwa na kufungwa kama viungo dawa dawa. Hizo zilikuwa kwenye paketi themanini zenye maandishi ya dry basil leaves, zikiwa tayari kusafirishwa kwenda nchini Canada na Italy. Watu wawili ambao ni Yusufu Kibaha mwenye umri wa miaka thelathini na tano na Mohamedi Ramadhani mwenye umri wa miaka arobaini na moja walikamatwa kuhusiana na dawa hizo. Taarifa za kiuchunguzi zimebainisha kwamba dawa hizo za kulevya ziliingizwa nchini kwa njia ya kificho kutokea nchi jirani na zilitumwa kupitia kampuni ya usafirishaji. Aidha, imebainika kuwepo kwa mtandao wa usafirishaji wa dawa za kulevya aina ya mirungi ambao hutumiwa bodaboda na kujenga mahusiano ya karibu na mawakala wa kampuni za usafirishaji nchini Tanzania ili kurahisisha usafirishaji wa dawa za kulevya. Katika operesheni iliyofanyika eneo la Mlalakuwa wa wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam, tuliwakamata Bright Malisa, Humphrey Safari, Novatus Kileo na Chris Mandoza, wote wana umri wa miaka ishirini na sita wakitengeneza biskuti za bangi kwa ajili ya house party ya wanafunzi wa vyuo vikuu. Watuhumiwa hao walikutwa na biskuti 140 za bangi, puli nane na paketi tisa za bangi zenye jumla ya kilogramu 2.858. Mamlaka inaendelea na uchunguzi zaidi kubaini na kuchukua hatua dhidi ya matumizi ya bangi kwenye bidhaa mbalimbali ikiwemo vinywaji, vyakula vipodozi na sigara za kielektroniki yani vapes. Uchunguzi uliofanyika na mamlaka umebaini uwepo wa viambata vya bangi kwenye baadhi ya bidhaa hizo. Naendelea kuwaasa wananchi kutoa ushirikiano kwa mamlaka wanapoona bidhaa hizo kupitia namba yetu ya bure moja moja tisa.